Leo ni siku ya baba duniani. Dunia nzima inasimama kwa heshima ya watu wa aina ya kipekee, wazazi wa kiume, walinzi wa familia, walezi wa, wa mioyo na mabega tunayoyalilia pindi tukichoka na hata kudhoofika. Leo ni siku ya baba duniani. Ni kwa sauti ya moyo wangu unaisimulia makala hii kwa heshima yenu, wanaume wote waliovaa suti na viatu vya ubaba iwe ni kwa damu, iwe ni kwa malezi au hata kwa moyo wa kujitolea. Baba ni jina lenye uzito, ni jina linalobeba vichwa vya familia, mikono ya ujenzi, ni moyo wa upole unaojificha nyuma ya ukavu wa sauti na macho yaliyochoka kwa ajili ya ustawi wa wengine. Baba ni zaidi ya mtafutaji riziki, ni mshauri wa kweli ni kuta zinazodhibiti dhoruba zisituporomoshe. Leo naangalia nyuma nikiona baba aliyekuwa wa kwanza kuniamsha asubuhi kwa sauti ya matumaini, baba aliyenifundisha kuwa heshima ni nguo inayovaliwa kila siku, baba aliyenifundisha kupigania ndoto zangu kwa mikono miwili, hata kama dunia haitonipigia makofi. Wapo baba waliojitolea kwa kila walichokuwa nacho, lakini hawakuwahi kulalamika. Wapo waliolima bila jembe, waliotembea bila viatu, wakaleta elimu mezani, upendo moyoni, na heshima mitaani. Wapo waliolea watoto si wao wa damu, lakini kwa upendo unazidi damu yenyewe. Wapo waliotengwa, wakaachwa, wakasahaulika, lakini wakabaki kwa mifano hai ya upendo usio na kifani. Na leo mimi kama mwana nasimama nikiwa nimejaa shukurani kwa baba aliye hai, asante. Kwa baba aliyepumzika, tunakuenzi. Kwa baba anaijaribu, usikate tamaa. Kwa baba aliyesimama mahali pengine, tunakuona. Leo ni siku yako baba, si kwa zawadi tu, bali kwa kutambua nafasi yako na heshima ulionayo. Nasema hadharani, asante baba. Bila wewe nisingekuamini leo ni siku yako baba. Dunia ikikusahau kama mimi, siwezi kusahau. Happy Father's Day kwa mabega yote ya dunia yanayobeba familia bila ya kutetereka. Leo ni siku yako, leo ni heshima yako. Makala hii imeandaliwa na Bakly Madiane na kusomwa nami Safina Binti Jihad. Asante kwa kuwa nami, nikutakie wakati mwema wenye furaha na amani. Asante na kwa heri.